Sisi kama Wizara ya Mawasiliano Teknolojia ya Habari tunaendelea kusimamia maagizo yote ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha vijana tunawatendea haki katika kuona kwamba kwanza tunawakuza na mwisho wa siku kuja kuhakikishia uh, bunifu ambazo wamefundishwa kwa maana ya Uh, utaalamu ambao watapatiwa basi waweze kupata mahala pa kufanyia kazi. Kwa siku ya leo tumetembelea hiki cha hapa Dar es Salaam na hii ni moja katika vile kumi na saba ambavyo tunatarajia kuvijenga kama wizara lakini tayari uh, vituo nane vyote vimeshaanza kufanyiwa kazi mikoa nane tofauti na Dar es Salaam. Uh, tayari imeanza kufanyiwa kazi kwa maana ya ujenzi kwa ajili ya hizi hubs ambazo lengo ni kuona kwamba vijana wengi wa Tanzania ni wabunifu lakini wamekuwa wakifanya kazi holela. Sasa kama serikali tunakwenda kurasimisha. Lengo ni kuona kwamba hata wale ambao waliwahi kufanya bunifu mbalimbali huko nyuma, sasa tunakwenda kuwarasimisha na ili waweze kutambulika sasa kiuhalali, na zile bunifu zao ambazo wameweza kuzifanya kama alivyoongea Mheshimiwa Mwenyekiti pale kwa wale ambao waliweza kubuni zile helikopta, waweze sasa kurasimishiwa na waweze pia kuhakikisha kwamba vinapatiwa usalama vifaa vyote vya kitehama vya kielektroniki ambavyo vinakwenda Uh, kutengenezwa ama kuunganishwa au kufunzwa namna ya matumizi. Kwa hiyo, kituo hiki kitakuwa muhimu sana na vile vile, tunatarajia na hivyo vingine saba mikoa ambayo tayari ujenzi unaendelea vyote vitakwenda kuwa vya manufaa makubwa katika nchi yetu. Lakini vile vile tunatarajia kujenga shule nyingine kubwa sana kwa ajili ya ubunifu pale kwenye makao yetu ya makuu ya nchi Dodoma, na yote haya tunataka kuhakikisha zile Tanzania ya kidigitali iweze kufanikiwa vizuri. Tunavyoendelea kuboresha miundombinu mbalimbali ya kiteknolojia, basi tuwe na wabunifu wetu wa ndani, tusiendelee kutegemea tu watu kutoka nje. Lakini vile vile tuna mfano wa kiwanda cha ambacho kiko hapa nchini kimeshaanza uzalishaji wa bidhaa za uangalizi kama vile uh, kompyuta mpakato, simu na vifaa vingine vya kielektroniki. Kwa hiyo hivi kama kituo kama tume ya Tehama wanafanya nao kazi kwa karibu ili kuona kwamba uh, vile vitu vinavyotengenezwa vinakuwa viko ndani ya standards za kimataifa, kwa sababu ITU ndio inatoa, ina, in, ni mwamvuli ambao tume ya Tehama iko chini yake. Kwa hiyo sisi kama wizara tutahakikisha kuona kwamba vijana wa Kitanzania wanakwenda kutumia fursa hizi ambazo tayari zimeshaifikia nchi.